Siku ya, ya kwenzi, ishirini na tisa. Ayuhal ahiba tarehe ishirini na tisa Oktoba katika mwezi wetu huu ambayo itakuwa ni siku ya Jumatano insha Allahu tabaraka wataala ni siku ya kuenzi amani. Tarehe ishirini na tisa twijaliye, ndugu wa Tanzania, kuwa ni siku ya kuenzi amani. Yule ambaye anayenda kupiga kura ayende akapige kura kisha aendelee na shughuli zake za kawaida, na yule ambaye anaona kwamba hatopiga kura basi aendelee na shughuli zake za kawaida. Siku ya 29 Oktoba mwaka 2025 ni siku ya kuienzi amani ya Tanzania. Ni siku ya kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ailinde hii amani, aidumishe amani katika nchi yetu ya Tanzania. Ni siku ambayo baadhi ya watu wataenda kupiga kura kuwachagua na kurudi kwa nyumbani kwao kuendelea na shughuli zao, na wale ambao hawataki kupiga kura hawalazimishwi na mtu bali, wao wataendelea na shughuli nyingine. Siku ya tarehe 29 Oktoba siyo siku ya maandamano, siyo siku ya kuvunja amani ya Tanzania. Ni siku ambayo wa Tanzania wanaienzi amani yao, wanawachagua viongozi wao, wanatengeneza mustakabali Kwa wao na wajukuu zao, Tanzania iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo kila Mtanzania ajue hivyo kwamba tarehe 29 Oktoba ni siku ya kuienzi amani ya Tanzania, ni siku ya kwenda kuwachagua viongozi, ni siku ya kumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aidumishe amani ya Tanzania na utulivu wake.